Na mwana sporti wa Trend sporti bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kupa update kuhusiana na kitu ambacho amekifanya. Huyu hapa si mwingine bali ni mshambuliaji wa Pyramids huko Misri, lakini pia vilevile tunamfahamu kama mmoja kati ya wachezaji ambao aliweka historia kubwa sana katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Eh bwana, hapa tunamzungumzia Fiston Kalala Mayele, mmoja kati ya wachezaji ambao alifanya vizuri sana hapa katika klabu ya Yanga hapa Tanzania jijini Dar es Salaam lakini kipindi ambacho yuko hapa Tanzania bwana, tunafahamu kwamba Mayele alikuwa ni Mkristu na alikuwa mpaka alishawahi kuendaga au alishawahi kuonekana pale kwa Mwamposa. Lakini hivi karibuni bwana, akiwa yuko Misri, kama unavyoelewa kwamba Misri bwana ni nchi ambayo wanaishi Waarabu wa Kiafrika, lakini eh, wengi wao ni Waislamu. So kutokana na hiyo influence ambayo iko nchini humo ni kwamba Mayele bwana tayari ameshakuwa Muislamu, amebadilisha dini na jambo la kushangaza ni kwamba mashabiki na wadau mbalimbali, hususan mashabiki zake kutoka hapa Tanzania wa klabu ya Yanga wameanza kumhoji na kumuuliza maswali mengi sana, kwa nini bwana amefanya maamuzi hayo, hususan wa leo wa mashabiki zake wa Kikristo. <muchilio> Na hii ni baada ya picha kusambaa mtandaoni zilizomuonyesha Mayele akiwa yuko huko Madina au Maka, kama sikosei, akiwa hapa. Mtu ameandika, kuna huyu rafiki yake ameandika kwamba officially Ibrahim Mayele not fiston mayele facilitation moon Frere ameandika hivyo, alafu akamtage hapo <muchos> uh, lakini pia vile vile baada ya uh, Mayele kuonekana ameenda kuhiji uh, wadau bwana amekuja huku kulizungumzia hili swala katika peji mbali mbalimbali. Kwa mfano hapa kuna peji amekuja ameandika kwamba, bwana mchezaji wa kimataifa kutoka Kongo anayechezea Piramidi huko Misri, Mayele Fiston Mkalala Mayele amebadili dini kutoka Ukristo na sasa hivi ni Muislamu, akiwa amechukua jina jipya, anaitwa Ibrahim Mayele akiwa nchini Saudi Arabia kwa mashindano ya Afri ya Africa Asia Pacific Cup Fiston Mayele ni kwamba jana aling'ara kwa kufunga hat-trick dhidi ya ya Al Hilal ya Saudi. Leo hii pia vile vile anaonekana akiwa anatekeleza ibada ya umra, hatua iliyoashiria rasmi mabadiliko yake ya kiimani na kumaanisha kwamba Mayele sasa hivi ni Muislamu peji nyingine hii hapa wamekuja na enyewe pia wameandika kwamba bwana nyoto wa kimataifa kutoka Kongo e, na Pyramid Fiston Mayele amebadili dini rasmi kutoka kwenye Ukristu na amekuwa Muislamu, huku akiwa amebadili jina, sasa hivi anaitwa Ibrahim Mayele. e, wadau e, wamekuja kuweka maoni yao hapa. Kuna huyu hapa amesema kwamba bwana, imagine Yesu ndiyo kweli na njia ya uzima wa, wa milele hakuna atakayefika mbinguni kwa Baba bila Yesu full stop. kuna mtu ameandika hivyo comment hiyo. Huyu hapa anaitwa Elizabeth Kuzu anasema kwamba e, bwana, kwa nini ameamua kumkana Yesu Kristo? Jamani, Mungu amsaidie. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, huyu ana shida ya afya ya akili, imekuwa amebadilisha dini ghafla. Mwingine amesema kwamba bwana, Paulo alisema kwamba imani nimelinda, imani nimeilinda, e, ni mwendo nimeumaliza us... kuna mwingine amesema kwamba kama amebadilisha dini, tumpeni muda atarudi tena kundini, wala tusije tukakata tamaa ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo na hivyo ndivyo situation ilivyo huko mitandaoni baada ya Mayele kuonekana kwamba amebadilisha dini na kuwa Mwislamu. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, ndio kwako tukisoma na ku-reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.